Mpanzu huyo ana balaa yeah. Huyo mtu ana balaa alikuwa anapiga kamba tatu peke yake mm. Umaili umahili wa golikipa wao mm. Suliona zile yule mwanangu ana balaa, na hapo anawaambia Zamaleki jiandaeni na kuja ah kuwanyonyoa. Zamaleki jiandae wajiandae labda pengine hizi hamasa za kuanzia Ijumaa mpaka Jumanne na leo kwenye mechi ndizo ambazo zimeweza kuleta matokeo yeah. Nyuma mwiko gari lao lilionekana asubuhi na mapema linasema linapita linaenda Kigamboni, kwani njia zote hakuna kwenda Kigamboni mpaka wapite hapo. Sasa tunawaambia kesho tuna shughuli nayo pale Chamazi. Wamehama geto, wamekaribishwa <tosilana> tena geto. Kesho tunakutana nao geto, sisi tupo kwa ajili yao kesho. Maswali ambayo najiuliza ni kwamba matokeo hayo inahusiana gani na mchezo wa mzizi madadi? Inahusiana kwa sababu wao wamewapokea, wamefanya kila kitu. Wewe mgeni anajuaje ukuta kuruka? Mgeni anajua mlango wa uani elekeza sasa, mlango wa uwani haujawafaidisha. Walete basi lao wawapakie, wawapeleke terminal siri, wapande ndege, wakalale kwenye ndege, ukiamka huko Misri. Kile ambacho mmekifanya ndio ile slogan, maana halisi kwamba ubaya ubwela eh, ndio maana yake. Na ile hii tunavuka na ndio tumevuka, mtu una mamba una viboko, sasa tumezamia, tumetokea upande wa pili, hatungetaka hata gogo. Hii ndio maana halisi ya ubaya ubwela. Wale wote wanatuzi yake, wanaotubeza huu ndio msimu wa kikatini, sio? Unacheza fainali na timu inashuka daraja, kamara anaibuka kwa mzaji bora, man of the match maana Kuwapa Simba kutoa penalti mbili, unamzungumzaje mtu mpili kama Pilipili Kamara. Apewe bilioni ishirini, Elim Panzo apewe bilioni kumi. Hao watu wakajenge magorofa kwanza nyumbani kwao. Wamefanya kazi kubwa, wamefanya kitu kikubwa ambacho tulikuwa tunakihitaji. Unasajili mtu anakuja kufanya kazi ama kutisha namna hii. Mabaka anapeleka kule kule ngoma imo. Huyo ndo nani? Huyo ndo nani? Spider Pilipili Kamara. Nilisema kwamba atapiga penalti, lakini leo amecheza penalti. Amebadilisha mfumo, wala hakupiga. Amecheza penalti. Ile moja yenyewe alikuwa anachukua penalti zao tatu, alikuwa anatia kabatini. Yule ndo anaitwa nani? Pilipili Kamara, hii ndio Simba hainyatiwi. Kama mkijua Simba hataki masiara, ashafanya yake na ataendelea kufanya yake. Nawaambia leo, ni mwaka wa kikatili, ni mwaka wa kigaidi. Wana Simba wote kulipo kigeni, picha ekeni, historia ekeni kwenye makoba yenu, ekeni kwenye makabati. Simba kashatengeneza historia.